Siku zote swara anayewindwa ni sawasawa na mfungwa aliyefungwa gerezani. Hebu jaribu kutafakari na kufikiria kwa upana na urefu zaidi, na kisha kama haitatosha, ondoa macho yako ya pili na utazame kwa jicho la tatu. Kila kunapokucha na kila kunapopambazuka, mwanadamu wa kawaida aliye na kipato cha chini huwa anatamani sana apate utajiri na kupata kusifika na kutajika duniani na hata kijijini. Lakini la hasha, duniani pamejaa dhiki. Yesu mwenyewe katamka waziwazi, duniani pamejaa dhiki, nanyi jipeni moyo, mradi muweze kupata kushinda majaribu. Muda mwingine majaribu yanatujia, sio kana kwamba kwa sababu sisi ni wanyonge. Majaribu yanatujia kwa sababu ndani yetu kuna kitu cha dhamani sana, ambacho watu wengine hawapati. Je, wewe, jaribu kutafakari na kuimagine mwizi anaweza we, anaweza kwenda kuiba au kuvunja chumba ambacho hakina kitu ndani yake? Hilo ni jambo ambalo haliwezekani kabisa, na kama unadhani linawezekana utasubiri leo, utasubiri kesho na hata milele, lakini halitawahi kuja kutokea. Kila unaposikia kwamba mwizi kavunja nyumba au kavunja chumba fulani, lazima alikuwa na uhakika kwenye kile chumba kunamo kitu. Hivi inamaanisha hivi Ukisikia majaribu yanakukumba kila wakati, jua kuna kitu cha dhamani sana ndani yako ambacho watu wengine hawana. Au ukisikia misukosuko na majanga na nuksi zinakuandama kila wakati, jua kuna kitu cha dhamani sana ndani yako. Hata shetani hamfuati mtu kama hana kitu. Ukisikia mtu anasumbuliwa sana na shetani ina maana kwamba huyo mtu ndani yake kuna kitu cha kiungu ndani yake. Hivyo shetani alifukuzwa binguni kwa sababu ya tamaa na ku, kutaka kuwa kuona kila kitu na kumilika kila kitu ambacho Mungu alikimiliki. Hivyo Mungu alikasirika kamwa kumtupa shetani duniani. Lakini kwa uhalisia, je, shetani yupo duniani ama hayupo? Kwa akili zangu mia moja mimi naona shetani hayupo duniani. Maana kulingana na maandiko matakatifu, Biblia, Korani na vitabu vingine vyote vyadini, vya dini mnavyovijua nyinyi, maandiko yanasema kwamba yule shetani aliyetupwa toka juu binguni na Mungu alitupwa na akafungiwa kule kuzimu. Sasa swali langu ni je, yule shetani tunayemtaja kila siku kwamba yupo duniani, yupo wapi shetani? Aliyeko duniani ni yule shetani ambaye tumemupa mamlaka sisi wenyewe kwa akili zetu za kibinadamu. Sijui kama umenielewa ndugu yangu au dada yangu. Mambo na uhalisia wa ukweli ni kwamba siku zinazokuja, siku zinazokuja, niseme au nisiseme? Naomba nisiseme, niishie hapo, maana hata nikisema, huenda nikaenda nikavunja watu wengine mioyo na kuwakatishia tamaa, bali ukweli wa maisha ndiyo huo. Ukijua kwamba shetani hayuko duniani, bali shetani aliyoko duniani ni yule shetani ambaye tumemupa mamlaka kwa fikra na akili zetu za kibinadamu. Shetani wa uhalisia aliyetubwa duniani na Mungu alifungiwa kuzimu, hivyo hana nguvu kabisa, na amefungwa na nyororo kule kuzimu, na alifungiwa miaka na miaka, miaka hata isiyoweza mpaka kuhesabika.